Wamejiandaa kwenda kuwavaa Simba Sports Club kesho. Karibu sana uh, kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo, na tumejiandaa vizuri na maandalizi yanaendelea vizuri, na kikubwa tunatambua umuhimu wa mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya kuzipambania pointi tatu na kupata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Asante Dickson, na tunakaribisha maswali matano kwake. Tafadhali sogea hapa jirani ili uweze kusikika

kaendelea uh, kwenye mzunguko wa pili, maanake Ateba anaonekana kufanya vizuri pamoja na safu yake ya ushambiaji, labda itakuwa ni mechi ya namna gani kwenye kuleta ule utamu pamoja na kunogesha dabi, hasa wao akiwa wamefunga magoli mengi na wakiwa ni miongoni mwa wachezaji watatu ambao wako kwenye ile top kwa upande wao ambao wamefunga magoli mengi kwenye safu ya kushambiaji simu. Ni mechi ya namna gani kwenu? Kikubwa tunachoamini mchezo utakuwa mgumu ukiachana na yeye peke yake ni wapo wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri katika timu yao. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa Yanga kwa pamoja tumejiandaa na tutashirikiana vizuri kuweza kuzuia vizuri na kutoruhusu goli la aina yote katika lango letu. Swali la pili kwa Captain Dickson Job, karibu. Kwa, kwa sisi kama wachezaji wachezaji ni kama wanajeshi tu, kwamba muda wote inabidi wabadilike kutokana na, na mazingira. Kwa hiyo kila mwalimu anapokuja, ni kazi yetu na ni wajibu wetu kuweza kumpokea na kuweza kumpa ushirikiano na kuweza kufanya kile ambacho mwalimu anatupa, na ukipokea kwa uharaka na kuweza kukitimiza. Nakaribisha swali la tatu kwa Captain Dickson Job, kutoka yo, utayari wa wenu wachezaji, kwa maana unegaa utayari wa maandalizi na maandalizi bila shaka mnayapata kwa kocha kuu ambaye ni mtu kwenye dabi kama hii, jambo <coughs> lingine pengine sio tu ni mechi ya dabi ikawa pia ni mechi ambayo inampa mmoja wenu kati yenu ambayo atapata matokeo kuelekea kwenye ubingwa wa NBC. Hizi pressure zote mbili, nyinyi kama wachezaji mnazifanyia vipi ili kuzipunguza? Lakini pia uwepo wa mwalimu mgeni kwenye dabi kama hii, nadhani itawasaidia kwa kiasi gani nyinyi kwenda kupata matokeo, mashabiki mashabiki wenu kwamba hizi ni mechi zenu. Kwanza ni mchezo mgumu, lakini ni mchezo wa dabi ambao ni mchezo wenye ushindani na ni mchezo ambao unahitaji matokeo katika mchezo wa kesho, kwa sababu tunaamini kati yetu sisi au wapinzani wetu, watu ambao watafanya vizuri katika mchezo wa kesho, ina maana watakuwa wamejiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa Yanga ni tuko tayari kwa ajili ya kupambana na kuzipata pointi tatu, kwa sababu plani yetu ni kuzipata pointi tatu kwa kila mchezo unaokuja; mbele ni muhimu kupata pointi tatu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya kupambana, kufanya vizuri, kuzichukua hizo pointi tatu na kuangalia michezo ya mbele ili kuweza kutetea taji letu. Asante, swali la nne kwa captain Dickson Job. Jina langu ni swali langu ni kwamba mmeonekana kwa dominant sana kwa Simba kwa takribani michezo mitano ilopita, hili linaongeza kujiamini kiasi gani kwaona au limeongeza pressure kiasi gani kuona namna gani ambavyo mnaendeleza ubabe pele ya Simba? skusi Kupata matokeo mazuri katika michezo iliyopita ni, ni jambo zuri kwa sababu linatupa confidence katika mchezo huu ambao tunakwenda kucheza, lakini hatupaswi kujiamini sana kwa sababu kila dabi inakuja na, na plani tofauti na kila dabi inakuja na, na mahitaji tofauti. Kwa hiyo ni jukumu letu tu kuweza kufuata maelekezo ya mwalimu na kuweza kupambana katika mchezo wa kesho kuweza kupata pointi tatu. Swali la tano na la mwisho kwa Job. Dabi ya kwanza kwa ligi namba nne barani Afrika tangu ipate nafasi Pengine hii burudani ambayo watu wanaiona kwenye mitandao ya kijamii, Afrika wanapenda kutazama kwamba hii dabi sasa imekuwa kama ligi ilivyokuwa kama mchezaji. Pengine tutarajie hiyo burudani yenyewe ya dabi kubwa na ligi namba 4 barani Afrika. Ya, yeah, na naamini utakuwa ni mchezo ni mchezo mzuri na wenye ushindani kwa sababu nilishasema hapo nyuma kwamba ni mchezo muhimu sana kwa kila timu kwa sababu kila timu inahitaji pointi tatu ili kuweza kujiweka kwenye nafasi nzuri ya, ya kuchukua ubingwa katika msimu huu. Kwa hiyo tunachoamini utakuwa ni mchezo mzuri na wa kuvutia. Kikubwa tu ni kuomba mashabiki waji, wajitokeze kwa wingi kuja kuiangalia dabi ya kesho. Tunaamini utakuwa mchezo mzuri na utawapendeza watu. Asante sana, Job, sasa ni wakati wako kutuma salamu kwa mashabiki wa Yanga pamoja na mashabiki wa ligi kuu ya NBC. Kikubwa tunge, tungependa kuomba mashabiki zetu wajitokeze kwa wingi siku ya kesho kuja kutupa sapoti vijana wao. Sisi tunachoamini mchezo utakuwa mgumu, lakini uwepo wao uwanjani ni muhimu na ni sapoti kubwa kwetu, na tutafanya vizuri na tutaipambania nembo ya Yanga kuweza kufanya vyema katika mchezo wa kesho na kuweza kupata pointi tatu. Tunawaomba sana mjitokeze, mje kutupa sapoti vijana wenu. Asante sana, sana Job. Asante sana coach. Tunawatakia mchezo mwema, ah, bon. ya.